Wafilipi 3:7 na 8. Uone namna ambavyo toba ili Yesu aingie ndani na ndio maana huwa anasema ninasimama mlangoni na bisha, mtu akinifungulia mlango na ingia. Kufunguliwa mlango, ina maana ulikuwa umefungwa. Ulikuwa umefungwa na nini? eza na uganga, eza na uzinzi, eza na washati, eza na matengenyo, eza na matusi, eza na uongo. Sasa ili aingie, ni lazima ufungue ule uongo, utupe huko, ule uzinzi utupe huko, alafu ndio anapata nafasi ya kuingia, akai huko ndani. ndio Neno la Mungu linasema. Ndiyo. Lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu. Lakini mambo yale yaliyo kuwa faida kwangu. Naliahesabu kuwa ni hasara kwa ajili ya Kristo Yesu. Naam. Naam. Zaidi ya hayo. Zaidi ya hayo nayahesabu mambo, na mambo yote kuwa ni hasara kwa, kwa ajili ya uzuri wa Kristo Yesu. Eh, wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu mm, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, ndiyo, nikiyahesabu kuwa kama mavi ili nimpate Kristo. Haleluya! Mpigie Bwana Yesu makofi mengi. Haleluya! Huyu ni mtumishi wa Mungu. Paulo, akiwa bado hajapata neema ya kumpokea Yesu, alifanya mambo mengi chini ya ufalme wa giza, chini ya mamlaka ya ufalme wa giza na wakuu wa dunia hii wakamsifu wakampa mishahara, wakampa posho nyingi, wakampa vitu vingi. Lakini alipompokea Yesu ilimgharimu kuacha, si tu kuacha kuingia sana, kwa sababu vilikuwa vingine vimepatikana kwa gharama, vingine vilikuwa ni vizuri, vingine vilikuwa vinafaa kibinadamu, angehitaji kuendelea kuvitumia. Lakini kwa sababu anamtaka Yesu ili Yesu akae ndani yake, ilimbidi aache. Leo hii sikiliza, nikwambie. Yesu aliniambia akasema hivi, wako watu wengi wanaodhaniwa wameokoka, hawajawahi kuokoka, wala sijawahi kuwaona kuwajua, mimi yani sijawahi hata majina yao kwangu hayako, kwa sababu hawakuwahi kuokoka. Unaposikia mtu anasema mimi nimekuja kujiunga, yani ulikuwa mpagani, ulikuwa unaishi huko unafanya mambo yote, alafu leo hii unakuja kujiunga kwenye ufalme wa Mungu? Hatujiungi, tunaokoka, na kuokoka ni kutubu, na kutubu ni kuacha hakuna mtu alikuwa mpagani takaishi tu hivi hivi, ha kuna vitu tu yaani usipokuwa na Bwana Mungu wa mbinguni utakuwa na bwana wa shetani. Huyu bwana shetani si ndio? Sasa kila mfalme miongoni mwao ana mambo yake ana vitu viki vyake ana taratibu zake. Uwezi ukasema mimi ni mtumishi wa shetani alafu liko hivi hivi tu no. Na ndio maana leo hii tunapowaambia watu kwamba wanaokoka, alikuwa amevaa mipasuo, amejichubua na maelena na mikufu na visuruale na mawigi na marasa, alafu anasema unajua, unajua Mungu anaangalia moyo. Nataka nikwambie hivi, Yesu haihesabiki, hai namna alivyosema haihesabiki. Mimi mmeniambia mara nyingi, mara nyingi, mara nyingi, mara nyingi na, na, na ananisisitiza, anasema kwenye jambo hilo hekima ya kidunia isihusike, na kama ikihusika, nitakuacha utatembea peke yako na ole wako nigalimike namna hii, nikufundishe, nikufunulie, alafu ufiche choyo kwa wanadamu, waangamie wale wote niliokusudia waokolewe kupitia wewe, wasiokoke. Akasema ole wako, kwa aliniambia. Na ndio maana ili mghalimu kumchukua mtumishi wa Mungu mikaya, sio yeye peke yake. Wako wengi ambao Mungu ameshema nao duniani kote, wazungu kwa Waafrika, amewafunulia, amewapeleka kuona hao wenye maeleni, hao wenye mikufu, hao wenye wenye mashanga, hao wenye visuruali na mipasuo, wale wanaojichubia, uchubua na kujisua, wako wapi? Amewaonyesha. Ah, siku ile mtumishi wa Mungu anatueleza hayo. Watu waliomboleza sana, walilia. Waliompenda Yesu, waliamua kuingia sala ya mambo yao, Walioona kwamba au ni upumbavu, walishikilia mambo yao mpaka sasa hivi, wanaendelea nayo ila hawana amani, sababu waliambiwa huyu binti atakufa tu, ila wanaona hajafa mpaka leo, anaendelea kuishi na kila uwepo wake ni hukumu kwa watu wale wote waliodhaniwa, kwamba wengine wakasema huyo ni shetani, huyo ni pepo. Yani, uwepo wake ni hukumu kwa watu. Unaona? Huyu Paulo akaamua kuingia hasara ya mambo mengi. Akaingia hasara kwa namna gani? Kwa sababu mengine aliharibu mengine aliyaacha. Nini? si mapenzi ya Kristo, si makusudi ya Kristo, anasema lakini. Kwa sababu ya kumpata huyu Yesu, kwa sababu ya uzuri wake, anasema anayaona mambo yote kuwa kama mavi. Najua alizarau kwa namna ya ajabu sana Usifikiri hayo mambo yalikuwa hayamfai wakati wa upaga. Unapoona anasema niliingia hasara maana yake vilikuwa ni vitu vya thamani. Na anapofika mara anasema na vihesabu kama mavi. Usifikiri kwamba maana yake ni kwa sababu ya kumjua Kristo, kwa sababu ya kumpata Kristo ameamua kuvizarau, kuvipusha na kuviona kama vile mavi, kwa sababu ya uzuri wa Yesu Kristo hai. Semeni amen. Semeni amina, wateule wa Bwana. Semeni amen, wateule wa Bwana. Heri yangu mimi niliyoyasikia haya, na heri yako wewe unayeyasikia haya. Una heri kwa sababu una nafasi kubwa ya uzima wa milele kuliko asiyesikia, maana kwamba ukusikia au ulisikia ukapuuza, lazima utapata malipo yako, utapata malipo yako. Vita yangu, vita ya mtumishi mikaya na kanisa zima kwa ujumla ni kuyajua haya. Kuzimu inasema hivi, Ninyi ni akina nani? Tumewafunga watu macho mengi, wengi wamejitumainisha, na ndio maana utaona tunawasumbua. Nakumbuka nyakati zile alitolewa mfano, alitolewa mfano, mfano o, Mwamposa akasema, sikiliza, leo hii wewe, ikitokea ajali kama ilivyotokea kule Arusha hapa kanisani kwako, tunafunga wewe na tunafunga kanisa mara moja. Kwa nini? Kwa sababu tumepata mlango lakini aliye wa kwetu wani, tumemfanyaje? tulizukazuka tu zilizuka sisi, ndo sisi. Mtu yeyote asiye na asiye na Yesu ndani, tuna uwezo wa kumtumia yana, wewe mwenye cheo au mwenye mamlaka za juu, shetani ana uwezo wa kuingilia ufahamu wake akamvuruga vuruga tu akapuza mambo alafu, watumishi wa shetani wakaendelea kufanya mambo yake. Kwa nini kina Zumaridi si wanakamatwa kila kila wakati, wana kwani wanafikishwa wapi? Sasa wanaendelea kula. Wanaendelea kuwepo. Mashetani hayo yanakwenda na vaa wenye vyeo, wenye mamlaka, wenye maamuzi, alafu wanavuruga vuruga tu. Hawa watumishi wa shetani wanaendelea kula na kuharibu. Biblia inasema hivi, ulimwengu utawachukia nyinyi msio wa ulimwengu kama ambavyo linichukia mimi. Yesu Kristo ambaye sio wa ulimwengu. Lakini watu wa dunia watawapenda watu wenzao, ndugu zao wengine, wenyeji wa dunia watapendwa. Wewe na nawaambia watu wa kanisa ni kwangu naambia hivi, wewe nashangaa. Wewe unajipima na mtu wa mpagani. So, yaani amenitukana, ame, ame, na, ame. Sasa ni, ni adui yako na hakupendi. Na Yesu alisema kwamba msi msifadhaike watakapowaudhi. Msione ni ajabu, msiumie. Ni kwa ajili yangu mnaudhiwa fulani. Sema mimi na kwa jina la Yesu haya. Amen. Kwa hiyo Tunapozungumzia toba tuna maana ya matengenezo. Ndani ya matengenezo kuna kuacha, kuna kuharibu, alafu kuna kutengeneza vipya. Sema ameni Amen. Paulo, nani tim, uh, Yeremia, kuna wakati mwingine anapewa agizo, anaambiwa ana, ana, ana, nimekuweka ku, nime kuwa nabii wa mataifa kwa lengo la kuharibu na kuangamiza, kisha kupanda na kujenga. Sema ameni kwa kuna vitu kama mwana wa Mungu lazima uviharibu, lazima uvibomoa, lazima uviangamisha, halafu ujenge vya Mungu, uvipande vya kimungu ili Mungu apate kutukuzwa, asema mimi na kwa jina la Yesu aliye hai. na kanuni iko hivi. sisi wenyeji wetu huko mbinguni, huku duniani tunaonekana kama wageni. si watu. tunamshangaa mzungu akija Afrika, si ndio? hatufanani naye, ni mzungu, na hata tamaduni zake na mila zake na kuvaa kwake sio vya Tanzania, si ndio? sio vya Kiafrika, kwa hiyo tunamshangaa na sisi hapa duniani tunaonekana kama vile tunavyowashangaa Wachina hivi, mchina yukoje? Yuko hivi. Ndivyo duniani wanatushangaa sisi, wenyeji wetu huko mbinguni tumepita na Mungu ametuleta kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu, tuwaudhirishie wa ulimwengu ya kwamba Yesu yupo, Mungu yupo, na yeye ni nuru ya watu. Yeyote ajaye kwake atatembea nuruni, wala hataenda gizani na kupotea milele, ataokolewa. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza kuona ya kwamba ni matengenezo wengi sana. Nataka nikwambie sasa, wale walioko makanisa, wale wote tumeokoka, hawajawahi kuokoka Yesu aliniambia siwajui. Kuna wakati mwingine ilinipa shida namna ya kuhubiri njiri, mbona sasa mahubiri, makanisa ni mengi. Sasa anasema hivi, sikilizeni. popote nitakapokutuma haijalishi pakuwa na makanisa mengi kiasi gani, akasema usitishwe na majengo yanayoonekana. Siwajui wala sio siwa watu wangu, hata mbinguni hawasomeke hawako. Kwa nini? Kwa sababu ya yale walioyashikilia, hawajatubu hawajatengeneza hawajaacha Leo hii ni rahisi tu. Na wengine tumeingia tunashirikiana na mimi sikwambii usishirikiane nao. Ila ijue njia ya kweli kulinde. Kweli kulinde. Kuna wakati mwingine zimekuwepo na maumoja ya makanisa hivi na hivi vitu vingi. Alafu watu wanacheza uchi. Wazizi humo humo. Wengine ni wachawi. Leo hii, hebu sema amina kwa jina la Yesu hai. Mpaka walokole wanavaa makorokoro yale kiganga kabisa yale. Si mnaita mashirungu mashinini hayo? wanayavaa. Wana, unakuta kabisa yale yale yaliyoko kwa waganga wengine, yako kwenye vikoi, eti ni mapambo. Ni upofu wa kiroho na kale tu kadogo kale kale kakonokono kalikoshonewa kwenye kale, mbingu itakukataa kwa sababu unacho cha shetani. Shetani atakapokuwa nadai mali zake, hakuna mtu atang'ang'ania. Na ukiishafika mpaka siku ile ya mwisho, shema ameni Yaani, sikiliza nikwambie neema ni huku duniani tungali tunapumua. Kila Biblia inasema kwamba baada ya kifo ni mauti na ni hukumu. Kwa hiyo kama mtu usiseme kwamba mimi sikujua, na ndio maana dunia hii Mungu ameachilia neema ambayo inakuja kama nuru ili watu wajue waelewe kabla ya siku ile watakapo, kabla hawajaondoka. Amena, amina kwa chini na shule hai. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna wakati Yesu aliniambia, usihubiri kuwapendezesha watu una ole. Na mimi siwezi nikakuficha mtu wa Mungu, hiwezi nikakuficha mtumishi wa Mungu. Tunataka watu wengi sana hapa waokoke, ila ila ila ukikusanya watu wasio sahihi ambao hawajaamua kwenda mbinguni, ujue na wewe hutaenda, maana hao hao watafanyika kuwa kitanzi. Huo ndio ukweli. Hakikisha mtu ambaye ametembea ni kweli wako watu wanakuja sio kwamba mtu anakuwa amekamilika. Hapana, mtu anapookoka anakuja ajifunze. Lakini sikiliza. Unapomweleza mtu kwamba hiki si mapenzi ya Mungu, hiki si mapenzi ya Mungu, alafu huyo mtu hataki kukiacha ujue huyo sio wa Yesu. Nikwambie. Usifikiri vile vyombo vinalindwa tu hivi hivi bila hivi hivi. Mawakala wanakosa nafasi na ya kuingia mle ndani. Wavuruge nguvu ya Mungu iliyomo mle ndani ili maadui wapate mlango. Wakiingia tu wakakaa, mnakula nao mnakunywa nao. Biblia inasema kwamba msichangamane na mtu aitwaye ndugu ikiwa hajaamini kwa jinsi sivyo sawasawa, sawa. Watu wanafikiri maneno tu na maandiko tu. Wale ni madaraja ya shetani kuingia kanisani. Sasa mtu ana matambiko nyumbani anazindika, alafu mnasema mnakula pamoja naye mnaabudu pamoja naye hata nataka niwaambie watu wa Mungu siri ambayo pengine mlikuwa mwijui, nataka niwaeleze. Hata kama madhabahu ina moto kiasi gani, ina moto wa kutisha, ila shetani ana uwezo wa kuingia ikiwa yuko wakara, yuko mtu ambaye hajaamini jinsi sivyo sawa, na ameijua kweli, ila hataki kwa kiburi chake. Shetani anaingia kwa huyo mtu, atafanya mambo mpaka mtakuja kushangaa Mlango wa shetani kuingia kwenye madhabahu iliyo na Mungu ni mtu asiyeamini mwenye kiburi, aliyejua kweli hataki kuifuata kweli. Shetani namwingia vizuri kabisa na atakamo. Usifikiri kwamba atapigwa moto, hata kama akipigwa moto, si amevaa mwili. Mkisaidiwa sana ni pale ambapo Mungu amemuumbua. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe.